Usifanye makosa haya kumi ukiwa kwenye mfungo wa maombi. Kwa siku ya leo, utakwenda kuangalia makosa kumi ambayo hutakiwi kuyafanya kabisa unapokuwa kwenye mfungo wa maombi. Siku zote tunajua maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu, na maombi hutufanya tuwe karibu sana na Mungu. Kuna makosa ambayo watu wengi huyafanya wakati wa maombi ya mfungo, na makosa haya huyafanya maombi yao yasiwe na maana kabisa. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika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 wa maarifa. Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Yafuatayo ni makosa kumi ambayo hutakiwi kabisa kuyafanya wakati wa mfungo wa maombi. Namba moja: kuzingatia sana muda uliobaki. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakifanya kosa hili kwa kuangalia sana muda uliobakia, na wengine wanapoona muda bado mrefu huchukia kabisa. Jambo hili ni hatari sana, linaloweza likafanya maombi yako yasiwe na faida yote. Ukiwa kwenye maombi ya mfungo ni muhimu sana kuzingatia kusudi lilokufanya ukafunga kuliko kuzingatia muda uliobakia. Asilimia kubwa ya watu wamejikuta wakifanya kosa hili wanapokuwa kwenye maombi ya mfungo, wamekuwa wakizingatia sana muda. Unaweza ukamkuta mtu anafanya maombi lakini anaangalia muda uliobakia ili aweze kufungua, na jambo hili pasipo wao kujua ni hatari sana na linafanya maombi yao yasiwe na maana kabisa. Kwa hiyo, unapofunga ni muhimu sana kuzingatia zingatia sababu iliyokupelekea ukafunga na ukabezi sana kwenye hiyo sababu, ukabezi kuishughulikia sababu hiyo kuliko kwanza kuangalia muda uliobakia. Wengine wanajikuta hawafanyi kabisa maombi, wanakuwa wanaangalia tu muda gani umebakia ili aweze kufungua, na wengine wanakuwa wako makini sana kwenye muda kuliko kuwa makini sana kwenye maombi. Unakuta mtu anakuwa anafanya maombi, lakini macho yake yote yapo kwenye kuangalia muda uliobakia. Jambo hili ni jambo la hatari sana, na linaweza lika sababisha maombi yako yasiwe na faida yote wala yasiwe na muhimu yote. Kwa hiyo, ni muhimu unapokuwa uko kwenye maombi ya mfungo, ni muhimu kuhakikisha unapata muda utulivu na wa kutosha kwenye maombi, unapata muda wa utulivu wa kumsikiliza Mungu kuliko kuangalia muda uliobakia. Kosa namba mbili, kupuuza nidhamu ya kiroho kama vile kuomba, kusoma neno la Mungu na kupata muda wa kutafakari yani meditation. Mfungo usioambatana na maombi pamoja na kusoma neno la Mungu ni sawa na kazi bure. Maombi pamoja na kusoma neno la Mungu hutufanya tuwe karibu na Mungu. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakifanya kosa la namna hii. Wanapokuwa kwenye maombi ya mfungo, huanza kupuuza nidhamu ya kiroho. Nidhamu ya kiroho imeambatana na kusoma neno la Mungu, lakini pia kupata muda wa kuomba. Asilimia kubwa ya watu wanapokuwa kwenye maombi ya mfungo, watu wengi huacha kusoma neno la Mungu na wengine huacha kabisa kufanya maombi, jambo hili kuyafanya maombi yako yasiwe na maana kabisa. Unapofunga au unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, ni muhimu kuhakikisha unapata muda wa kutosha kabisa wa kusoma neno la Mungu, lakini pia wa kufanya meditation. Meditation ni ile hali ya kumsikiliza Mungu. Baada ya kumwomba Mungu, unapata muda wa kumsikiliza Mungu, yani kuta unatafakari, unamsikiliza Mungu anasema nini juu ya yale maombi uliyoyaomba. Asilimia kubwa ya watu wanapo wamekuwa kwenye maombi ya mfungo, wengine huanza kutembea au huanza kuzurura, wengine huamua kwenda kupumzika kulala ili kwa ajili ya kupoteza muda. Jambo wasilolijua unapokuwa kwenye mfungo, ni muhimu sana kuhakikisha unapata muda wa kufunga, wa kuomba, lakini pia wa kusoma neno la Mungu na wa kufanya meditation. Lakini kosa namba tatu kujidanganya kuwa umefunga. Hii inatokea pale mtu anasema amefunga na njaa inapoanza kumuuma anaamua kughairisha mfungo na kwenda kula chakula, na baada ya kula chakula anajifanya anaendelea na mfungo. Jambo hili litasababisha usinufaike na faida kabisa ya mfungo. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakifanya kosa hili. Unakuta mtu anajidanganya kuwa amefunga, anaweza akaamka kuanzia asubuhi akasema leo nimefunga, lakini inapofika kuanzia mchana au inapofika muda fulani, nje inapoanza kumuuma, anaamua kwenda kufungua na anasema ataendelea na mfungo wake wa maombi. Jambo hili ni jambo la hatari sana. Kuna nguvu na faida kubwa sana katika maombi ya mfungo. Unapoghairisha maombi yako ya mfungo, jambo hili husababisha kutokunufaika kabisa na maombi ya mfungo. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijidanganya kuwa wamefunga na njaa inapouma wanaamua kwenda kukazia na wakidai kuwa wataendelea na maombi. Kumbuka, unapokuwa kwenye mfungo, maana yake unakuwa unashindana na mwili Siku zote mwili na roho huwa ni maadui, huwa wanashindana. Kwa hiyo unapokuwa unafunga, maana yake unautiisha mwili. Kwa hiyo ukiamua kuutiisha mwili, ukiamua kuufuata mwili unachotaka, basi tambua ya kuwa maombi yako hayana muhimu kabisa. Lakini kosa namba nne, ambalo asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakilifanya ni kuzungumza sana au kuongea sana wakati wakiwa wamefunga. Unapokuwa umefunga ni wakati ambao unahitaji upate muda wa utulivu wa kumsikiliza Mungu anasema nini juu ya juu ya jambo hilo ambalo unamwomba Mungu. Unapokuwa kwenye utulivu, Mungu huanza kukufunulia mambo mbalimbali. Ndiyo maana anahitaji apate utulivu sana na wewe. Asilimia kubwa ya watu wanapokuwa wamefunga wamekuwa ni watu ambao wakiongea sana kuliko kupata muda wa kumsikiliza Mungu. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, ni muhimu kuhakikisha unapata muda wa utulivu kwa ajili ya kumsikiliza Mungu anasema nini juu ya hitaji lako. Lakini kosa namba tano ambalo asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakilifanya sana na pasipo kujua wao, kosa hilo linaharibu kabisa thamani ya maombi yao ni kufanya dhambi. Dhambi huharibu kabisa dhumuni au lengo la mfungo. Dhambi huharibu kabisa nguvu ya maombi. Asilimia kubwa ya watu wamekujikuta wakifanya kosa la namna hii. Unajikuta mtu amefunga kabisa, lakini bado anakwenda kuzini ili hali akiwa amefunga. Lakini unakuta mwingine amefunga, bado anasema uongo bado anasengenya watu wengine. Jambo hili ni hatari sana, na unatakiwa utambue kuwa jambo hili linaharibu kabisa thamani ya mfungo wako. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa umefunga kuhakikisha hufanyi kabisa dhambi, kwa sababu dhambi huharibu kabisa swaumu yako. Lakini kosa namba sita, kughairisha maombi ghafla au kuacha kuachilia mfungo njiani. Jambo hili husababisha kushindwa kupokea majibu ya maombi yako. Ukiwa mtu ambaye unafanya kosa hili, unajikuta kabisa, ulikuwa umenuia kufunga, lakini unajikuta tu ghafla unaamua kukairi maombi yako na na kuamua kuacha na kusema utafunga siku nyingine. Jambo hili huharibu kabisa maombi yako. Kwa hiyo, unapofunga ni muhimu kutokughairisha kabisa maombi yako. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wanasema wamefunga, lakini napofika muda fulani anashangaa, unakuta mtu huyo, jambo la kushangaza, anaamua kughairisha maombi yake na kusema atafunga siku nyingine. Jambo asilolijua unapokuwa mtu mwenye tabia hii basi unaweza usipokee kabisa majibu ya maombi yako. Lakini kosa lingine ni kufunga kwa ajili ya vitu ambavyo havina utukufu wa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 3, imeandikwa nukuu, hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Unapokuwa unafunga kwa ajili ya jambo ambalo halina utukufu kwa Mungu, jambo hili usababishe Mungu asijibu kabisa maombi yako. Mara nyingi watu wengi wamekuwa wakifanya kosa hili, jambo ambalo unatakiwa kulitambua. Unapofunga kwa ajili au unapoingia kwenye maombi ya mfungo, ni muhimu kuzingatia jambo ambalo namwomba Mungu, je, limebeba utukufu wa Mungu au limebeba uharibifu? Kwa sababu jambo ambalo unatakiwa kulitambua, Mungu huwa anajibu maombi ambayo yamebeba utukufu wake. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe, lakini pia kama umejifunza basi hakikisha una like video hii, kisha una comment nimejifunza zaidi. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.